Moja Tanzania raha. Huu uwanja tunaujua vizuri kama tunavyojua uwanja wetu wa nyumbani Singida. Tumecheza mechi nyingi sana hapa za mashindano, za kirafiki. Hatujawahi kufungwa hapa, kwa hiyo sisi tulishangilia kimya kimya wakati tunatangaziwa nusu fainali tutaicheza Tanzania raha. Na leo imetulipa. Na mnyama naye anasema huu ni uwanja ambao kama kwa unagundu. Sasa, yani, <laughs> Huu uwanja ni uwanja bora, uwanja ambao unaruhusu mpira uchezeke. Kwa hiyo kwa timu yoyote ambayo imejipanga vizuri inaweza kuutumia uwanja huu na ikapata matokeo yeyote. Ambaye haupendi uwanja huu ana mashaka na timu yake. Sisi tunamzidi kwa au kwa timu nyingine ah, ku... ah, yule bado mgeni njuka, akizoea ligi atakaa vizuri kuhusiana, eh, na fainali ndugu zangu tena hapa eh, nitoe tangazo la taifa. Wanasema mtangata meno Massanza, ndugu zangu, hiyo ni mechi ya taifa. Kama kuna watu wanafikiri fainali itakuwa oya oya, ujumbe uwafikie mapema. Tunakuja kung'ata meno kweli, na mnatujua tuking'ata meno Singida, kwa sababu hili kombe tunalitaka na sisi. Hatujafungwa kuanzia mzunguko wa kwanza mpaka hapa, si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya ubora tuliokuwa nayo na dhamira ya kulichukua hili kombe la CRDB. Kwa hiyo mechi ya fainali dhidi ya Young Africans mechi ya fainali dhidi ya Young Africans ni mechi ambayo inaenda kuonesha ubora wa Singida Black Stars kwa asilimia mia moja. Tutauma meno, tutakamia, tutafanya kila kinachowezekana tulichukue taji la CRDB. Meno ni niwaambie ukweli tena, leo ni watogolee Singida Black Stars msimu huu Tumeshazifunga timu zote kubwa, yaani big match zote tumeshazifunga. tumesha tumewafunga Azam FC tumewafunga leo, Simba Yanga tumewafunga pia, lakini tuliwafunga kwenye mechi ya kirafiki, kirafiki ya. Ile mechi ndugu zangu, hamkuwepo malaika wenu walikuwepo, mpira uliochezwa mule ndani, ambapo tulifunga mageti, hakuna kamera, hakuna chochote, hata wao wenyewe hawakuamini. Sasa kila ambacho kilifanyika pale, tunaenda kukikamilisha katika mechi ya mashindano ya fainali ya CRDB. Tunaenda kuuma meno kweli kweli. Sawa eh? Sawasawa. Yani, hiyo mechi watu wanavyoichambua waichambue, tutaangalia na tutatunza risiti. Lakini tunaenda kuuma meno na inshaallah naamini Watanzania wengi wako nyuma yetu, wanatuombea dua njema. Kombe la CRDB nyumbani msimu litaenda Massanza, kwa mtazamo wako binafsi mm. uh, umekutana na mnyama katika mechi mbili mm. Ametoka kucheza kombe la shirikisho na nyinyi mm. Mlitaka mjive kipimo cha kujiangalia kimataifa mtacheza vipi mm. Ukimtazama uh, Young Africans na Simba Sports Club zaidi yeah. Na ukitoa Singida Black Stars <laughs> timu yako, timu si hizo mbili wako bado, naiona Singida Black Stars. Hata kama ukinitajia zote mbili, naiona Singida Black Stars iko bora sana, maana yake ukicombine two in one no. To be honest, nikitoa fair comment msimu, um, timu nyingi zimesajili vizuri. Kwa hiyo timu kubwa zote quality haijapishana sana, Simba Yanga, Azam FC na sisi tumesajili vizuri wote, na ndio maana Uh, ukitazama hata mechi zinakuwa zina ushindani mkubwa. Hatuwezi kuwavunjia heshima Simba kwa sababu tumewafunga wana kikosi kizuri sana tu, wametupa ushindani mzuri. Hatuwezi kuwakosea ya heshima Yanga kwa sababu pia tumecheza nao, wameshatufunga mara nyingi wawu, uh, kusaka, kusaka, kwa hiyo tunajua ubora wao na tuna uheshimu sana. Ndugu zangu, leo msichoke kuuliza maswali. Ulizeni yote. Leo dakika nane mnasipata. Barua ya nini? Barua pekee mnayotakiwa kuitarajia sasa hivi ni posa, ndugu zangu. Natarajia kuoa hivi karibuni, inshallah. Parabu majali kwa zile kelele za muamuzi pengine zimeshafutika. Naomba nisiaongelee hayo kwa sababu tayari barua yetu ipo kule na tunasubiri ifanywe kazi, tunasubiri majibu kutoka kwa, kwa, kwa, kwa mamlaka lile jambo tumeshamalizana nalo, lipo huko, mpira haupo kwetu tena, upo kwenye mamlaka. Tunasubiria waje kutuambia ima, tunasubiri, tunasubiri, tunasubiri watu, watupe majibu jamani. <laughs> maswali mawili kwa ima ndugu you... yeah, yeah, you know. zangu Jonathan Soa, itakuwa ni haramu kumaliza haya mazungumzo bila kumzungumzia Jonathan Soa. Jonathan Soa leo amecheza akiwa na headache, anaumwa, mgonjwa. Jonathan Soa amekuja kujibu kwa vitendo uwanjani kwamba mimi uwezo wa kufunga mechi yoyote ninao. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanamtupia makopo wale ambao walikuwa wanamdhihaki hili goli la Jonathan Soa ni zawadi yao, mashabiki wale ambao hawana adabu, wahuni. Na katika mpira wetu hatutaki watu wahuni ambao wanafanya vitendo ambavyo haviruhusiwi viwanjani. Goli la Jonathan Soa ni zawadi yao, kuwaambia kwamba waache tabia ambazo hazifai, na huyu ni mchezaji mkubwa, mwenye profile kubwa, mwenye uwezo wa kushinda kokote. Kwa hiyo amecheza akiwa na headache, lakini kama angekuwa hana headache zile tatu za Dar es Salaam zilizoshindikana alikuwa anakuja kuzimaliza hii leo. Lakini tunamshukuru Jonathan Soa ametia goli moja, alafu Emmanuel Kweke ambaye ni pasta, anaisomea upasta, manake pata. Masanza wanamaanisha kwamba Soa amefunga mbele ya mabeki dhaifu, amefunga ndugu, magoli yangu bwana, bwana, usinitafutie bwana, maneno bwana, haya magoli mawili ya Kweke yana upako, upako mtakatifu. Kwa hiyo nitaka niseme kuhusu hilo na baada ya mechi kuisha Soa amepona. Alhamdulillah. Afya yake njema kabisa. Ndugu zangu, ah, tukutane finali au sio? Finali nyepesi. Tukutani finali.